Kwa mwili ya binadamu lakini ana tabia ya kinyonga. Ni sauti yake, Waziri wa zamani wa Kenya, Raila Amolo Odinga, mwanasiasa mashuhuri, mzalendo na mtu wa watu ambaye leo taifa linaendelea kumuaga katika kile kinachoelezwa kuwa mojawapo ya matukio makubwa ya kihistoria nchini Kenya, shughuli ya ibada ya kitaifa ya kumuaga Raila Amolo Odinga imeanza katika uwanja wa Nyayo. Raia na viongozi mbalimbali wanaonekana wakiingia. Itakuwa ni ibada fupi ya takribani saa mbili ikihusisha heshima za kijeshi, mahubiri kutoka kwa kanisa la Kianglikana na salamu kutoka kwa viongozi wa kitaifa na kimataifa. Katika mahojiano yetu ya jana na baadhi ya wananchi, wengi walimkumbuka kwa uchungu na heshima kuu Raila. Mimi kama jenzi niko na huzuni sana, sababu so aukuwa najua hey, baba ndo kila kitu kwa hii dunia, lakini ameshaenda, tuko na huzuni. Mtu anaweza peleka tu asira yake kwa biashara yako, unaona. Leo ataku... watu wanalia tu, leo tu ni huzuni kila mahali, na ni mutu alikuwa anajali watu wa chini. Baba ni mtu alikuwa apagui, na ni mutu alikuwa amesimamisha hii nji yetu Kenya hii kwa sababu yale yamechangia hapa ni mingi sana. So saa hii kupata mtu kama wewe itatuchukua muda, na hii Kenya bila baba e, tulikuwa tunaona tu baba hako. Vile vilevile, viongozi katika nchi hiyo wanamkumbuka Raila kama kiongozi wa chama cha ODM na mchapakazi. Wajua, baba hajawacha pengo, ameacha chama imara. Umeona, saa hii tumeweka Oburu Odinga as our party leader But he became the people's president. Anasalia rais wa raia hata kama hayupo ndani ya chama cha ODM hakuna mgawanyiko licha ya kumpoteza kiongozi wetu mwili wake Raila utasafirishwa kesho hadi Bondo kwa mazishi ya familia taifa linaomboleza lakini pia linakumbuka na kushukuru mchango wake katika kujenga mageuzi na demokrasia ya nchi hiyo